Mkuu wa wilaya ya Ilala Sophia Mjema leo ameongoza zoezi la halmashauri ya manispaa ya Ilala kuwaondoa wafanya biashara wadogo wanaopanga bidhaa zao kando kando mwa barabara za mwendo kasi kuanzia Gerezani Kariakoo hadi Feri Kivukoni jijini Dar es Salaam. Hamisi Suleiman alikuwa shahuda wa zoezi hilo. Ni marufuku kufanya biashara katika maeneo yasiyoruhusiwa, ikiwemo barabarani, katika njia ya kupita kwa miguu Kando kando ya majengo ya ofisi na barabara ya mabasi ya mwendo kasi. Mkuu huyo wa wilaya ya Ilala, Ilala pamoja na kusimamia zoezi hilo lakini pia alizungumza na wafanyabiashara hao na kuasisi kuwasisitiza kutofanya biashara katika maeneo yasiyoruhusiwa yakiwemo kando kando mwa barabara, kwani wamekuwa wakisababisha kero na hata ajali kwa wapitao kwa miguu. Amesema zoezi hilo litaendeshwa bila kutumia nguvu kwa wale watakaotii sheria na utaratibu, lakini kwa watakaokaidi watachukuliwa hatua ikiwemo kufikishwa mahakamani, ambapo pia ametumia fursa hiyo kuwataka wafanya biashara hao wajiandikishe ili kupatiwa maeneo na mwongozo wa kufanya biashara zao bila bugza kwa kuzingatia sheria za halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Tuondoke, tuache hii njia wazi, lakini tutafutiane maeneo muhimu ambayo nyinyi mtaweza kufanya biashara zenu. Serikali ya awamu ya tano inataka kila mtu aweze kufanya kazi kwa jasho lake na apate kipato chake, na mimi kama kiongozi wenu wa serikali wa wilaya, nitahakikisha hayo. Sitaki kumwondoa mtu kesho, ukaenda mtaani watoto wasipate hela ya kula, au sio? Na nyie kina baba, nyiye mkikosa nyinyi, kina mama watakimbia, au sio? Huko mfukoni zisipokuwepo, ndo ataondoka. Lakini ukipata nyingi, utaongeza namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, wamachinga wewe yeah. Kutokana na tangazo hilo, wafanyabiashara hao walijitokeza kwa wingi kujiandikisha chini ya usimamizi wa mkuu wa polisi wa mkoa wa Ilala, ambapo pia baadhi ya wafanyabiashara hao wakipongeza mpango huo. Kweli, kwa hilo ni tatizo, ni tatizo linalotakiwa, tupeleke sehemu nzuri na zenye uhakika, ni ila tu serikali itazame sana huduma za raia, kutokana na mazingira yetu tunapoenda kukaa na biashara maeneo haya, naomba iwepo. Bi Sophia Mjema pia alitembelea maeneo ambako wafanyabiashara natakiwa kwenda katika maeneo ya masoko kufanya biashara kwa kufuata utaratibu.